Vijana wa kiume na wa kike, habarini za leo. Tena leo ninayo nukuu nyingine kwa ajili ya maisha yenu ya ujana, na hasa kadiri tunavyozidi kusafiri katika maisha na safari ya kimahusiano. Ni imani yangu ya kwamba vijana wengi wanakuwa katika umri fulani ambao wanaanzisha mahusiano. Wengine wanaweza kusababishwa na misukumo rika, japo ni hatari sana lakini kuna wengine wanakuwa wamefikia hatua ya kuingia katika mahusiano ya uchumba kwa maana ya ndoa. Sasa wengi hujiuliza maswali, hivi ni umri gani unaofaa kwa ajili ya kuoa au kuolewa? Mpendo swali hili hasa vijana mnaonisikiliza, maana anapenda sana kukaa na vijana na huwa tunashare mambo mengi na kushiriki mambo mbalimbali huso mbali katika maisha hususan katika maisha haya ya mahusiano. Kwa hiyo vijana wengi sana wanajiuliza swali hili, hivi ni umri gani unaofaa kwa ajili ya kuoa ama kuolewa? Vijana wa kiume na wa kike, wao mnajiuliza swali hili, nami ninawambia hivi ya kwamba umri wa kuoa na kuolewa ni ule umri ambao unaweza kuzalisha, kuleta, kuprovide vitu vinavyotakiwa katika maisha ya kifamilia. Je, una uwezo wa kuisimamia nyumba una uwezo wa kuleta mahitaji yote ya kifamilia. Je, una, una, una, unaweza kuhakikisha kwamba familia yako inasimama imara katika kupata mahitaji yote yanayotakiwa kwenye nyumba yako. Ikiwa una uwezo huo, huo ndio umri wa kuoa na kuolewa. Katika sheria mbalimbali mbali za nchi, hususan katika pia sheria katika nchi yetu, sheria inasema miaka kumi na nane, kijana wa kiume ama wa kike katika kuolewa anaweza kuolewa, lakini sikiliza, leo mtu anaweza kuwa na miaka kumi na nane ya, ya umri akawa ni mkubwa kiumri, lakini sio mkubwa katika akili, na hivyo tunachozungumzia ukomavu, tunaozungumzia ni akili. Akili yako itaamua uwe nani katika dunia hii. Unaweza ukasema, ndiyo una umri wa kuolewa na kuoa, lakini akili yako imetimiza vigezo vya wewe kuoa ama kuolewa? Ni sana ambavyo leo unakuta mtu ni mzima wa umri, lakini bado akili yake anavyofanya mambo, na ndipo nasikia, acha utoto, acha mambo ya kitoto. Kwa nini mtu anaweza kuwa na umri mkubwa lakini anaambiwa acha mambo ya kitoto? Kwayo lazima tuelewe kwamba akili ni ya muhimu sana katika maisha tunayoishi, lakini pia vigezo vya kuoa ama kuolewa ni ukuaji mraba, ukuaji mraba kimwili, kiakili, kiroho na kijamii. Je, unahusianaje katika maisha yako ya kila siku na mambo hayo manne? Akili yako ime, imepevuka ndiyo? Mwili unaweza kuwa na mwili mkubwa, maana leo maumbile yanatofautiana na watu wanakula vyakula mbalimbali, kwa hiyo na kitu mwingine, mwili wake ni mkubwa sawa, unaweza kukuruhusu kupokea uh, kupokea hata mambo ya uzazi, kwa maana ya mwanaume na mwanamke, una uwezo wa kufanya hayo yote na bado ukazalisha sawa. Lakini swali ni hili, umekuwa kiakili, umekuwa kimwili, umekuwa kiroho, uhusiano wako na Mungu, munahusianaje na Mungu katika maisha yenu ninyi kama vijana ambao mnataka kuanza safari ya mahusiano lakini uh, kimwili kiakili, kiroho habari gani? Kijamii unajihusishaje ndani ya jamii, mambo yanapotokea eh, ya kijamii, misiba, je, unashiriki? Kijana unashiriki? Binti ama ndiyo wale misiba ikitokea mnajifungia ndani? Yako mambo mbalimbali ya kijamii ambayo kama kijana wa kiume kama binti unapaswa kushiriki. Acha kujiweka mbali kwamba wewe sijui ni msomi sana kiasi kwamba uweze ukajihusisha na mambo mbalimbali mbali ya kijamii, na hasa yale yanayompendeza na kumtukuza Mungu. Yako mambo mbalimbali mbali, kama nilivyotangulia kusema misiba. Yeah, misiba ni jambo la kijamii linaweza kutokea katika jamii yako. Je, unahusika unashiriki? Sasa hayo yote yataonyesha kwamba una vigezo ama huna vigezo. Kwa hiyo mambo hayo manne ni ya msingi, lakini pia ikiwa na uwezo wa kuleta ama kuprovidi vitu katika nyumba katika familia yako, hivyo ndivyo vigezo. Kwa hiyo leo ninataka kuwakumbusha jambo lingine moja katika nukuu nukuu ya, ya ya vijana eh, vijana hasa vijana hao ambao wamefika umri wa kuingia katika mahusiano hayo. Leo tunashuhudia tunashuhudia sana vilio mitandaoni, ukiingia. Binti ulienda chuoni, kijana ulienda chuoni umekutana huko na binti, wewe binti umekutana kijana huko, wewe kijana umekutana binti chuoni, alafu matokeo yake unasikia wameanza mahusiano leo. Kuna vijana wanaanza mahusiano, vijana wa kiume na wa kike wanaanza mahusiano kisirisiri, wanatongozana kisirisiri, wanachumbiana kisirisiri, na hata wengine mpaka ndoa kisirisiri, na wanaachana kisirisiri. Hayo ni mahusiano ambayo yampendezi Mungu. Kijana unayenisikiliza, hayo ni mahusiano ambayo hayampendezi Mungu mahusiano ya kisirisiri siyo mahusiano ya Kikristo, ni uasherati, ni uasherati. Na ndiyo maana wengi leo wanalia kwenye jamii. Kijana huyu wa miaka ishirini na saba amemuua binti kwa kumchoma kisu wa miaka ishirini na moja. Yaani, wazazi wamekutuma binti kwenda chuoni, na wewe kijana, umetumwa kwenda chuoni kusoma, alafu umesahau wajibu wako, umeingia kwenye mahusiano, na kwa sababu mahusiano yenyewe yawezekana ya yakatokana na misukumorika, baada ya kuona vijana wenzako wana mahusiano nao, ukaona ukipata mahusiano ndipo sasa utakuwa kidume, alafu mwisho wa siku unakuja kuleta uangamivu. Neno la Mungu linasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini siku zote mwisho wake ni njia za mauti. Lazima vijana wa kiume na, na wa kike mjiulize mahali hapo mlipo, ni chaguzi gani mnazozifanya katika maisha? Je, chaguzi hizo zinamtukuza Mungu? Hata hivyo, Biblia kwisha sema huwezi ukatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Kama umekwenda kusoma na unajua kabisa muda wako wa mahusiano bado, tulia, piga kitabu, soma usiku na mchana toka na GPA yako nzuri na maarifa yako mema, ndio ufanye kazi. Ndio maana leo vijana wengi hata wanapokuja mitaani, kwa sababu walienda chuoni kufanya mambo yao tu, hata wanapokuja chuoni uh, wanapokuja mitaani kutoka chuoni, GPA wana tatu pointi sita lakini ukiwaambia sasa wa GPA kwenye kazi hawana chochote. Mwingine unasikia amesoma human resource management, lakini kumbe unapomwambia sasa, hebu tunataka tuone hiyo management sasa kwenye uhalisia, unakuta tu alienda kumanage wanaume, alienda kumanage wanawake. Sasa hicho ndicho alienda kumanage chuoni. Lazima vijana wa kiume na wa kike muwe vijana wenye akili. Siku zote nawaambia, wanahitajika vijana kama Yusufu, mabinti kama Esther, vijana kama akina Mishaeli, Anania na Azaria, walikuwa wa vijana supavu hawa, akili njema kabisa. Ndivyo vijana ambavyo wa ambao wana, wanakuwa katika hekima na kimo wakimpendeza Mungu na wanadamu Hawatahusika na unajisi wa aina yoyote. Ukienda chuoni utasoma kwa bidii na muda ukifika wa mahusiano utafanya mahusiano yako kwa uaminifu wote. Hata hivyo, tunawashauri lazima, unapoanza ma ma mambo ya mahusiano yaanzie ndani ya kanisa, ndivyo vijana wa Kikristo wanavyofanya. Sasa mahusiano ya leo, mnatongozana kisirisiri, mnafanya mahusiano kisirisiri mpaka mnaiva, mkishaiva, mkaiva, mkaiva, wengine ndio wao wanajikuta wametenda na ngono wakiwa huko huko kwenye ma ma mambo ya mahusiano mwisho wa siku anaharibikiwa. Ndio hawa wanaanza kuuana. Ulikwenda kusoma, leo wanakuleta ukiwa kwenye jeneza kwa sababu ya kuchanganya mambo. Lazima vijana wangu munaonisikiliza, tuweze kutembea katika njia zilizo sahihi, ikiwa tunahitaji kupata ushindi katika maisha. Neno la Mungu linaonya, upendo wa kisirisiri, kuiba upendo ni dhambi. Na unajua unawezaje kuiba upendo? Kuiba upendo ni pamoja na kuendeleza mahusiano kisirisiri, ili hali nyumbani, hata wazazi hawana taarifa, ila ni wewe na huyo binti, au wewe binti na huyo kijana, kijana na binti, binti na kijana, mnaanzisha mahusiano kisirisiri. Aidha mko chuoni au mahali popote, watu hawajui kinachoendelea, lakini nyewe mnajua kinachoendelea. mwisho wa siku Una, unataka kujaribu kujaribu, kujaribu kujiua kwa sababu ya, ya, ya matokeo ya, ya kuendekeza mahusiano ya siri. Sasa hiyo si, hiyo dhambi inaitwa ni wizi, pale vijana wa kiume na wa kike wanapoendeleza mahusiano ya siri. Na hata wengine wanasema eh, hey, tuingie kwenye mahusiano, ila mimi sitaki mama ajue, mimi sitaki baba ukisikia kauli hiyo, huyo binti hajakuwa na hajawa tayari Yawezekana ni kwa sababu yamesukumulika. Watu wanaingia kwenye mahusiano halafu wanakwambia, kanisa lisijue, mchungaji asijue, wazee wa kanisa wasijue, sijui nani asijue, sitaki wazazi wangu wajue, tufanye. Ukisikia hayo, sitisheni mahusiano hayo, vinginevyo mtazalisha washerati ndani yake, mtajikuta kwenye madhara makubwa Vijana wa kiume na wa kike, na hivyo kitabu hiki a, katika amri ile ya nane inaposema usiibe, sio tu kuiba pesa, sio tu kuiba mboga, hata kuiba upendo, kuendekeza mahusiano ambayo baba hajui, mama hajui, wazazi hawajui wa pande zote, alafu mkisema mnapendana, nyie ni wezi ndiyo maana wengine wanapoachana hewani, unaanza kupata msongo. Kama uko chuoni, masomo hayapandi, chochote akiendi, kila kitu akifanyiki, una misongo mingi kwa sababu ya huyo kijana aliyekudanganya, kwa sababu ya huyo binti aliyekudanganya. Wengine mnataka kujinyonga, wengine mnataka kunywa sumu. Acheni, tulieni. Kama muda hujafika, tulia kwa Yesu saa ikifika utapata mahusiano yaliyo bora kwa wakati sahihi. Mhubiri sura ya tatu anaandika anasema hivi, kila jambo lina wakati wake. Na kama kila jambo lina wakati wake, hebu fanya mambo kwa kila wakati. Ni wakati wa kusoma, soma. Kama ni mahusiano aanza, kama ni wakati wa kuanza mahusiano, yaanzishe katika utaratibu wa kimbingu, nawe ni mahusiano ambayo Mungu anayakubali. Sasa mjumbe wa Mungu anaonya katika kile kitabu cha uh, barua kwa vijana wanaopendana Letters to young lovers ukurasa wa tisa, "usiibe" imeandikwa. Anasema usiibe iliandikwa kwa kidole cha Mungu juu ya mbao za mawe. Bado ni kiasi gani cha wizi wa asili wa upendo unafanywa na kutolewa udhuru? Uchumba mdanganyifu hudumishwa, mawasiliano ya faraga hudumishwa, mpaka mapenzi ya mtu asiye na uzoefu na asiyejua mambo haya yanaweza kumea wapi yanaondolewa kwa kiasi fulani kutoka kwa wazazi wake na kuwekwa juu ya yule anayoonyesha kwa njia ile ile anayofuata kwamba hastahili upendo wake. Biblia inashutumu kila aina ya ukosefu wa uaminifu na inadai kutenda kwa usahihi chini ya hali zote. Kwa vijana wa kiume na wa kike, ikiwa mnahitaji kuendesha uhusiano wa Kikristo ni sharti uchumba. Hata hivyo uchumba unaposema wewe ni mchumba na, na fulani mnacho, ni wachumba awnawkike. Mnaposema ninyi ni wachumba, lazima huo uchumba huo unajulikana kwa wazazi. Kama wazazi hawajui, hakuna uchumba. itakuwa ni ule ambao pande zote za wazazi wanataarifa kwamba hawa vijana wanachumbiana, hawa vijana ni wachumba, kanisa lina taarifa, mchungaji ana taarifa, huo ndio uchumba. Nje ya hapo ninyi ni wezi wa upendo, na Biblia imesemaje? Usiibe. Sasa jiulize, je, umekuwa ukiiba upendo huo, usiano mlio nao, mnapoitana wachumba, nyumbani wanajua? Ni sana vijana wa leo wanasema wanachumbiana, wana miaka mitano, wanasema ni wachumba, mna miaka sita eh? Nikasikia vijana wengine wanasema mna uchumba wa miaka mitano. Kwani mnasoma kozi ya udaktari? Kwa nini mnafika huko? Hakuna uchumba wa miaka mitano uchumba wa Kikristo ni miezi sita hadi mwaka mmoja. Hao ndio wachumba, maana uchumba siku zote ni muda wa mpito. Uchumba ni kipindi cha mpito e, kuelekea ndoa. Ni hatua ndogo sana kuingia katika ndoa. Sasa utakaposema mna uchumba wa miaka miwili na umeshajitambulisha mpaka wazazi watakusahau kwamba uliwahi kuenda kujitambulisha katika nyumba ile. Kwa hiyo unapozungumzia uchumba, lazima uzingatie muktadha wa uchumba ni nini. Ni kipindi cha mpito kati ya kijana wa kiume na wa kike kuelekea katika ndoa, baada ya mambo mengine yote kwa amefanyika huku nyuma. Sasa mko kwenye hatua ya kuelekea kwenye ndoa, ili sasa mjulikane kama mume na mke. Kwa hiyo vijana wa kiume na wa kike, epukeni, epukeni mahusiano ya kisirisiri Epukeni. Wengine wanakwambia nikimwambia watakuja kunipika, watamchukua alafu mimi mitabaki mwenyewe. Sikiliza, nilisha kila siku nawambia vijana, kama Mungu amepanga awe wako atakuwa wako, kama hajapanga hata kama hutasema hata kama utasema kama Mungu hajaweka mkono wake mtaachana tu. Kwa lazima tuzingatie maelekezo ya Mungu. Mungu anatamani tuwe vijana wenye upendo upendo thabiti baina yetu sisi kwa sisi vijana wa kiume na wa kike, ili tuweze kufikia hatima ya ndoa iliyo njema. Nawapenda sana vijana na mimi sipendi muangamie, ili hali maarifa yapo na vitabu vipo, na kitabu cha kwanza ni hiki hapa, Biblia. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi, Zaburi 119 fungu la kumi na moja. Ni ujumbe kwa ajili yako. Kwa hiyo, Mungu awabariki. Fanya kazi kwa wakati sahihi na kwa muda sahihi na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Vinginevyo usije kuzania kile ukionacho kwa nje kuwa ni dhahabu, kumbe ndani yake ni makapi ya sigara. Bwana akusaidie kufanya maamuzi yaliyo bora, kufanya maamuzi yaliyo thabiti, na Mungu atawapatia maamuzi yaliyo sahihi kila siku. Endelea kumwomba Mungu na Mungu atakupa hekima. Vijana mlioko chuoni, someni kwa bidii kama umekwenda kusoma, soma kwa bidii, ongeza maarifa na baadaye uje utumie maarifa hayo kufanya kazi katika jamii, maana mwisho wa siku utarudi huku. Hatutaki vijana wanaokuja wanasema, mimi nikipata limama lolote linioe eh. Maana hata hivyo utaolewa, maana kijana utakapoolewa na, na, na mama anayekuzidi umri, wewe ndiye uliyeolewa, uwezi ukasema umeoa. Vivyo hivyo wale mabinti ambao nasema kwamba mimi nataka eh, mwenye funguo tatu ya ofisi ya gari ya nyumba. Wewe unazo ngapi? uisha kujiuliza hilo swali, wewe unazo ngapi? Kwa hiyo lazima ujioji ili ya kwamba na wewe unapotafuta tatu, utuambie unazo ngapi? Je, unazo nne? Maana hapo ndipo tutakupima, maana ndoto ya wote uh, wanaowaza kwamba eh, funguo tatu ni ndoto ya kila binti ambaye hajitambui hapa Yaani, kama kuna dalili ya umasikini wa kifikira kwa binti ni kuwaza kwamba unahitaji mwanaume mwenye funguo hizi, ni kujidanganya nafsi. Kwa hiyo Mungu awasaidie, Mungu atusaidie, na ninazidi kuwaombea vijana. Bwana wapatie mafanikio huko huko mliko. Endeleeni kumtanguliza Mungu na Mungu atawalinda. Kumbuka, usiibe upendo. Karibuni kwa nukuu nyingine itakayofuata na wazo lingine litakalofuata kwa ajili ya vijana, na Bwana awabariki. Endeleeni kujiunga katika chaneli hiyo, tutaendelea kujifunza mambo mbalimbali mbali ya kiroho kwa ajili ya kutuandaa kwa uzima wa milele. Bwana awabarikini. Karibuni kwa wakati mwingine. Uwe na wakati mwema.